Siri ya nyota. Nyota maana yake ni nini? Tuakisema nimeibiwa nyota, nyota yangu imeibiwa, nyota yangu iko makaburini. Ukisikia nyota iko makaburini, nataka nikufichulie kwanza, nyota ni nini? Nyota ni kipawa, ni kitu kizuri ambacho ulipozaliwa Mungu aliachilia ndani yako. Tunapoongelea nyota, tunaongelea habari ya mafanikio. Tukisema nyota, tunasema kwa habari ya kesho. Sema amina kubwa, amen, haleluya tunaongelea habari ya nini kesho? Ulipoumbwa na Mungu kuna kitu kizuri ya kaandaa kakuandalia. Amina. Watu wengi kinachotuletea shida kubwa ni kwa sababu hatujaelewa kwamba nafasi yangu ni nani, nyota yangu ni ipi nikawa nafichua nika- nikasema nika kwamba watu wengi leo wanatumika duniani kama walimu wa kawaida, wanatumika kufanya vitu vya kawaida. Kwa nini? Kwa sababu tayari hawajawahi kugundua kusudi lao. Nyota yako usipoelewa ya kwamba nyota yako na nyota ya namna ya kitu gani, huwezi kwenda mbali. Kuna watu ambao wana nyota ya biashara, lakini leo anang'ang'ana, anafundisha leo anang'ang'ana kuuza sijui vitu gani. Kwa nini? Kwa sababu tangu alipozaliwa kuna alama amewekewa Ulipokuja duniani kuna alama umewekewa, moja kati ya alama, alama ya mafanikio. Lakini alama yako ikichukuliwa, nafasi yako ikichukuliwa, ukidoofishwa kwenye ulimwengu wa roho, huwezi kuenda mbali. Ndio maana utashangaa mtoto anaweza akazaliwa ni genius, yaani utashangaa mtoto ana akili darasani, lakini akishaanza kukua tu utaona mtoto ameanza kudumaa. Kwa nini? Wanaangalia nyota. Kwamba huyu atakuja kuwa mkubwa. Sasa ili asiende viwango vikubwa, tumuwai mapema. Hii ninatoaambia kila siku, vita imeanzia nyumbani. Angalia mtu mmoja anaitwa Yakobo. Yakobo na Esau wamezaliwa akiwa mapacha, lakini maandiko yanasema tayari akiwa tumboni, Esau alianza kupata vita. Mmoja kati ya vita, hata alipozaliwa alikuwa amemshikilia mwenzake kisigino. Hiyo ilikuwa ni ishara ya kwamba hautanipita. Kuna watu katika ulimwengu wa roho mpaka leo familia imesema hautakaa upate kitu kizuri, nyota zao zimeshikiliwa. Si unashangaa, unajitahidi, unaenda mikoa kwa mikoa, kila mahali ume, ume, umezunguka, kila biashara umejaribu, kila mbinu umefanya, lakini hakuna matokeo Why? katika ulimwengu wa roho walikwisha kushikilia. Nyumbani, nyumbani ukiangalia katika ulimwengu wa roho viatu viko nyumbani nywele akili yako ilishawekwa juu ya miti, na hiyo operation imekuwa ni hatari sana. Kila mara nikiwa nikifichua hii siri sana, watu wakija kufunguliwa. Tumemshikilia nyota. Tumemshikiliaje nyota? Tangu alipozaliwa tumempeleka kwa mganga wa kienyeji, tukamvalisha nguo, tukamvalisha viatu. Ukivalishwa viatu kwenye nyumba za za za kimaagano, manake tayari katika ulimwengu wa roho hawezi kwenda mbali. Tatizo la watu wengi, hawajawahi kugundua tatizo liko wapi Napenda hatufanikiwi baba, nimepambana, nimefanya kila kitu, mi nikuwa mfanya biashara magari, mfanya biashara sijui nini, nina maduka makubwa, lakini ghafla nimeyuka. Kumbe ujaundoa kwamba nyumbani wameshikilia nyota. Kwa nini unasumbuka kwenye ndoa leo? Ni kwa sababu kile kitu cha thamani kimeshikiliwa. Wacha leo ukombolewa kwa jina la Yesu Kristo. Hiyo imena hata hii nasema, wacha leo utolewa hapa kwa jina la Yesu Kristo. Sikiliza kwa makini sana, yani wewe unaweza kakaa hapa Bona wanaume wanakuja hawaniwe na mimi na sura nzuri, watu wananipongeza hongera, na sura nzuri lakini mbona mwanaume atokei? Na wakitokea wanatokea waume za watu wanaokupenda sana, sio wale single, ni waume za watu. Kwa nini? Ukiangalia katika radha ya kinabii, nyumbani wameshikilia kwamba huyu awe na maisha ya kurandaranda. Nafunguliwa baba, sikama wanaongea na watu Amen. sikama wanaongea na watu Amen. Nyota sema nyota, nyota. Sasa nyota yako ikishikiliwa, utakuwa na maisha ya kubahatisha, yaani utakuwa wewe hakuna kinachoeleweka leo hii. Kuna watu wanafanya kazi ambazo si za kwao. Kweli baba, mako anasema ni kweli, amen way anasema ni kweli, ni kweli mpaka unashutukia mwenye, he, ni mimi kweli? Ni mimi kweli? nafanya hii kazi? Mbona sio mimi? Mbona nilikuwa na maono makubwa Nilipaswa kuwa mtu mkubwa sana, bwana. Leo niko mahali hapa ni kwa sababu ulipozaliwa, ulipotoka nyumbani. Na ndio maana asilimia vita kubwa unaipitia ni vita ya nyumbani. Unaota huko kijijini huko, eh, na wenzako wanacheza kule kijijini. <coughs> <coughs> anganaeea nachoongea <nyere> na <coughs> <coughs> unaota ndoto huko kijijini, unaota huko kwenye migomba, unashangaa, unacheza na mbuzi kule unaota ndoto wai, hiyo ni ishara ya kwamba nyota yako imefichwa kule. Wakishangundua kwamba huyu atakuja kuleta mapinduzi makubwa kwenye maisha, wanamwai, wanampa roho ya ulemavu. Kwa nini? Adui anajua kabisa tukimwachia tu huyu tayari atakuja kumiliki. Angalia mtu mmoja anasema, narudia, Esau Esau anazaliwa, vita inaanza. Yakoba alimshikilia kisigini akamwambia, pamoja na kuwa tumetoka tumbo moja, lakini hakuna siku, utafanyaje? Utanipita? Angalia Esau, hata nakua kuwa mtu mzima, baada akatendewa kwa akili. Hata wakati baba anataka kumbariki Esau, mama anamdanganya anamwambia, wewe nenda. Tayari ameshapewa Esau maelekezo, nenda porini, kamletee baba yako kwa zawadi. Amen. Kuendelea kugandamizwa nini? nyota ndio unajilaumu, wacha nife, nichukue sumu, wacha ni kufa. Sio solution, wacha wafichulie siri. Ndio maana unashangaa kila ndoto tunayoota uko na wazazi, kila ndoto unayoota ni mwanaume wa kwanza ajekuja wangavananel <laughs> nachoongea yeah. kila ndoto unayofanyaje, unayoota ni watu wa nyumbani nakumbuka umeacha nyumbani miaka kumi iliyopita miaka ishirini iliyopita, lakini cha ajabu we unaota ndoto huko na watu wa nyumbani na bibi yako aliyekusha kufa miaka ishirini iliyopita, lakini unaota bibi anakuja anakutokea kwenye ndoto doa na maelekezo, Mjukuu wangu, eh fanya moja mbili tatu. Mjukuu wangu, fanya hivi moja mbili tatu. Kwa nini katika ulimwengu wa roho tayari kashashikilia vitu vya thamani na adui akisha kukamata, cha kwanza anachodili nayo anasoma nyota, anasema hui binti tumtumie. Wacha niwape ushuhuda moja. Dada moja pale Karatu niwapa Arusha akaja kanisani akaniambia prophet, mi nahangaika sana. Alipokuja nikamwambia umeibiwa nyota, kasema nyota? unasema umeibiwa nyota? sijamaliza kuongea akalipuka Mimba kaka yake nimechukua nywele yake akiwa mdogo nimeweka kwenye wallet. Ukifuatilia huyo kaka mpaka leo ana masim trailer hapa Arusha, na anasema anatumia nyota ile. Ni kweli ni kweli. Baba, ulichukuaje nyota? Hey, nyota alienda saluni na kwa sababu nyota yake ilikuwa inang'aa alipaswa kwenda nje. Huyo nimemwahi na nimeenda kwa waganga wa kienyeji akaniambia toa kafara, ukitoa kafara, ukichukua nywele ya huyu umewini. Na ndivyo alichokifanya. Nikaja nikamwambia, unamjua fulani? Ndio anamjua ni nani? Ni kakaangu. Hivyo unajua ni hapa, mshikilia pale, sikiliza, sijamaliza. Nimeongea naye, nimemwombea hapa, gari linaanguka kule. Ukigusa nyota, yaani wewe unamfungua mtu hapa, gari linapata ajali naongea na watu okay. mm -hmm. mm -hmm. naweza kakaa hapo akasema, mimi, mimi, mimi mbona sifanikiwi? Au fanikiwi kwa sababu tayari kuna waliokusoma haraka, wanaenda kwenye rada za kichawi. Wanasoma. Kuna kile kinachoitwa rada kamera za kichawi, wanaenda na wana kuzumu, wanakuambia katika familia huyu kamate huyu, unafanya kuwa kafara ya familia, na utashangaa siku ukitaka kusafiri kwenda mbali familia inakaa kikao, inakwambia rudi haraka. Kuna kanisa ukienda lenye upako wanakudua, nakwambia nenda pale, usiende hapo. Nyota inaweza kaibiwa kwa kupitia mikono, mtu akachukua nyota kwa kupitia jasho, unaenda unanawa, ukisha nao ile uchafu anaenda ini nulu. Wacha niwaambie sasa siri ambayo mjagundua, hata makamasi, wacha wanajua siri kwamba ukitoa makamasi wanachukua na wanapata pesa ya kwako. Ulize swali, kipisi kimoja, punje ya nywele mtu ananoa anaondoka nayo, na faida gani hasa katika rumengo wa roho? Hiyo ndo amekamata ramani yako. Roho ya mizimu inajua hiyo siri, roho ya ukoo, na cha kwanza ili aweze kukontrol vizuri, kwanza wanaweza kukupa jina la nyumbani, kwamba jina la babu yako alikuwa anaitwa fulani, apewe huyu Sijakaenda hatua kumi tena. Siku ukianza kukuja kwenye makanisa kama haya yenye upako, watasema hawa ni wachau, wanakujaza maneno, usiende ile kanisa, ni washirikina wale. Adui anachojua kwamba nikishikilia nyota ya huyu mama hawezi kwenda mahali. Na asilimia kubwa mliokaa hapa mnashikiliwa na nyumbani. Wala wala msiangae mchawi oh, amiloga ah, ah. Mtu anayekuja kukushambulia hapa mjini, huyu ni mpita njia lakini wa kwanza aliyeshikilia ramani yako ni wapi? Nyumbani. kwa sauti ni wapi? Nyumbani. Nyumbani ndio wamekulisha maziwa, nyumbani ndio wanajua uvae nguo gani, nyumbani ndio walikata ile nini kitovu, kitovu. Wanaye wao, wanajua wameweka wapi. Naongea na watu wawili Amen. Wanajua wameweka kitovu. Wow. Wanajua kucha umeweka wapi. Wanajua nguo zako hata zile E, wameweka wapi siku ya kwanza? Wanajua wanatamka maneno gani siku unapokelewa nyumbani. Ndio wanajua baraka ya kwanza iko kwa waliokupokea na laana ya kwanza iko kwa waliofanyaje? Waliokupokea. Ndio maana narudia kusema unaota ndoto huko shule, maana yake wewe huwezi kwenda mbali. maisha yanaanza kuharibika kwa sababu, ndoa inaanza kuharibika kwa sababu walisema hautaka uolewe na hata ukiolewa utasumbuka mpaka mwenyewe utakimbia ndoa, kwamba sitaki tena mwanaume, mwanaume wote ni matapeli, besiwa hivyo. Ukiangalia kwenye rada ya kinabii nyumbani, ndo wana shida halo. Wangami anasema nifunguliwe leo na bibi, chanzo cha magonjwa wakianza kushambuliwa na magonjwa kama kansa, HIV pressure, kuparalyze na vitu kama hivyo, kujua kabisa umeshasoma nyota yako ni kubwa, waye bora wakuondoe matatizo sugu yasababishwa, kwa sababu umeonekana una kitu kizuri. Kwa nini hatuendelee kwenda ngambo? Ni kwa sababu tayari hakuna kinachoeleweka. Agano la kwanza ni yule uliokaa naye, kachukua vitu vya thamani Sikiliza, wacha niwaambie, najua nyie hamwezi elewa hichi ninachosema ni mtoto wangu. Na ndio maana hata mtu akikuta amekufa watu wanasema anaalama, angalieni kama anaalama mgongoni. Niye ninaamuru nyota yako irudi. Sikiliza, na nyota inaweza kafichwa juu ya miti. Kuna njia nyingi za kutumia nyota. Nyota wako ikiwa kali sana, wakishindwa kutumia, wanaenda wanaweka kwenye kichuguu na bagi ule ule wakishinda kutumia wananing'iniza juu ya mti, yaani wabaki naye, yaani wewe usi, usipate chochote, lakini nyota inaning'inia juu ya mti wanaendelea, utashangaa wewe hakuna kinachoeleweka. Mchawi akishinda kutumia nyota ya mtu anahakikisha hata kurudishia, atatafuta ataazima, ata, ata, ata, kwa mtu. Ndio maana matajiri wengi wakitaka kufanikiwa, watu wengi wakitaka kufanikiwa, anapewa maelekezo nenda mjini, tafuta mwanamke yoyote mzuri, ukishalala naye njoo na mbegu mm -hmm. yake, ukishakuja naye tayari zimeshamnasa asilimia tisini. Risechi ya kiroho, wanawake wazuri hawaolewi wa wa